Bwana Yesu asifiwe! Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasa na jinsi Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni, bado hujasubscribe katika channel hii, naomba ufanye hivyo, na Mungu akubariki. Ukimaliza kuangalia, naomba share na wengine like and comment. Ubarikiwe sana. Kwanza kabisa, napenda kukupa heri ya mwaka mpya na kumshukuru mungu kwa niaba yetu sisi sote kwa kutuvusha katika huu mwaka wa elfu mbili kwa katika mwaka uliopita mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kutuingiza mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni kwa neema ya mungu lakini vile vile nataka nikupe hongera najua wengi sana walipitia magumu chalenji zilikuwa nyingi sana katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano lakini mungu amekuwa mwaminifu naomba uichukulie hivi ule mstari naopenda warumi nane ishirini na nane ya kwamba God causes everything to work together ha, for good for those who love God and who are called for his purpose. Wewe, kwa vile unampenda Mungu na kwa vile umeitwa kwa kusudi la Mungu, mambo yote uliyoyapitia mazuri na mabaya, Mungu anaenda kuyatumia kwa ajili ya mema ambayo anaenda kukupa yale mambo ya elfu mbili na tano ni experience ambayo itakusaidia wewe, Mungu anapoenda kukutoa mahali ulipo, kukupeleka anapotaka uende, yale mambo yaende yakatumike kwa ajili ya uwema wa Mungu na kwa ajili ya utukufu wa Mungu. simnamkumbuka Yusufu alipitia kwenye mateso na ndugu zake, lakini ili kwamba aweze kuwa nani? Aweze kuwa waziri mkuu. Je, Yusufu angefikaje hivyo? Wewe umeshai kuwaza Yusufu angefikaje Misri? Mtoto kipenzi wa baba yake eh? Yeah? baba alivyokuwa nampenda vile, baba kwanza asingekubali. Ingekuwa hata kama kuna sasa hivi tunasemaga panakuaga na nini zinaitwa scholarship for example, pana scholarship Egypt, wamekuja wanamwambia hey, mtoto wako amefaulu anatakiwa ende Egypt. Yule baba asingekubali yule, hata kidogo, alivyokuwa anampenda mwanae mwanaye. Kwa hiyo kuna mara nyingine Mungu anatengeneza njia ambayo inaonekana ngumu kwetu, lakini kwa sababu yale mazingira tuliyo nayo au yale mambo ambayo yapo mahali tulipo, hatutaweza kutoka wenyewe, hatutaweza mpaka nguvu <laughs> ii nguvu iliyotumika nitoke huko gizani nikuja huku nuruni, ni nguvu kweli kweli, kwa sababu nilikuwa nimegoma kutoka mwenyewe. Nilihubiriwa, nilishuhudiwa, sikutaka kutoka. Sasa katika mwaka huu vipindi vya Binti Sayuni vitakuwa a little bit different. Uh, nitakuwa na fundisha mafundisho kidogo, alafu tutafanya tafakari, alafu patakuwa na nani, blessing kwa hiyo tafakari ya leo inatoka katika kitabu ambacho Mungu amenisaidia niweze kukiandika. Kitabu hiki kinaitwa Imani Kama ya Mbegu ya Haradali, Imani Inayohamisha Milima. Sijakiweka kwa Kiingereza kwa sababu siruhusiwi kuongea mambo mengi kuhusu ndani ya kitabu kuna nini, lakini kutokana na kuandika hiko kitabu ni sio nimejifunza, yani nimejifunza mwenyewe mambo mengi sana katika, katika safari ambayo Mungu amenipitisha kusema ukweli. Lakini hata sasa hivi naendelea kujifunza, na wakati naandika kitabu panakuwa na mambo mengi yani Mungu anakuwa na kufundisha, unafundishwa. Ni saa ingine usiku nakaa mpaka nasema asante asante asante, nafundishwa Eh, na mengine sijashia kwenye kitabu lakini kitu kimoja ambacho nataka leo nikizungumzie ni imani inayohamisha milima, imani inayohamisha milima. Bwana Yesu alisema hivi, mkiwa na imani ndogo kama chembe ya haladari, mtaweza kuwambia mlima huu hama na ukatupwe baharini na mlima utahama. Sasa hapo pana vitu viwili cha kwanza anasema, imani iliyo ndogo kama chembe ya haradali. Sasa ukiiangalia hiyo chembe ya haradali ni chembe ndogo sana, we chukulia mfano kichembe kile cha e, msei mtama, mtama, mtama, ulivyo mdogo vile. Sasa Bwana Yesu anasema ukiwa kana kama hii, hauoni kwamba kila mtu anayo hiyo imani? Lakini vilevile vile anasema utauambia huu mlima, toka huku na uwende baharini, nao utaenda. Je, uja umewahi kujiuliza kwamba labda tunakwama hapo katika kuuambia mlima toka, katika kuusemesha mlima? Mimi ndivyo navo navyoona kwamba yawezekana kabisa ninayo imani kama ya chembe ya haradali au kubwa zaidi ya chembe ya haradali wengine labda wanaweza kuwa na imani kubwa kama jengo fulani hivi kubwa au kama mlima wenyewe, na unalingana na huo mlima, lakini hausemeshi mlima, kwa mlima umebakia pale pale, kwa sababu mlima unasubiri huyu atasemaje saa ngapi huyu ili mi niende nikatupa huko baharini. Hata mi nimechoka kusimama mbele ya huyu mtu. Umeona? Kwa hiyo nimejifunza hapo kitu kitu kipya kitu kipya sana, ya kwamba em, tunatakiwa tuseme na milima yetu, kwa sababu Bwana ameshatupa imani. Na ukitaka kujua kwamba wewe unayo imani, neno la Mungu linatuambia imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu. Jewe usikii neno la Mungu? Ni mara ngapi katika siku unasikia neno la Mungu? mara ngapi katika wiki unasikia neno la Mungu? mara ngapi katika mwaka unasikia neno la Mungu? Je, katika hilo neno ambalo umelisikia je umeliamini na tunapozungumzia kuamini, kusikia neno la Mungu vile vile, kuna mambo mawili makubwa nayo tunatakiwa tujue kwamba kuna aina mbili za imani, na zote ni imani. Kuna imani hii ambayo tunaizungumzia ya kulisikia neno la Mungu na, na kuweka imani, hapa tunamaanisha kwamba nina imani yangu naiweka kwa Mungu, nimelisikia neno la Mungu, ninaamini kwamba god Mungu anachosema, yeye ni nani, naamini yeye ni nani make Mungu anasema, lazima naikuja kwangu aamini ya kwamba mimi nipo. Kwa hiyo mimi nimeshaamini Mungu yupo, naamini ni Mungu amesema, naamini Mungu habadiliki, akisema ataenda kufanya kama alivyosema, hivyo vyote hmm? Sindio, nimeamini. Lakini mara nyingine hii imani ya neno inakuja inajikuta kwamba inakinzana na imani ya kitu kingine ambacho nimekisikia mali pengine. Kwa hiyo nimekuwa nimepata ripoti labda sei. Kwa mfano mimi nakumbuka nilivyokuwa shule, kulikuwa na mwalimu aliniambia hivi. Mimi kwa nataka kuwa daktari kabisa, yani nilikuwa nataka kuwa daktari watoto, na unijua tukani kwa mdogo, nilikuwa nasema nataka kuwa daktari mpaka nimefika form four tena utafaulu nikaamini yule anachokisema. Neno la Mungu linasema katika Daniwa, kumkumbula Torati ya kwamba mimi ndiye ninayempa mtu kufanikiwa kwa hiyo ningeamini neno la Mungu, lakini kwa vile sikuwa na neno la Mungu nikaamini. Lakini hata sisi ambao tunalisikia neno la Mungu saa nyingine unapata una, una, una, una, una neno la Mungu. Mungu anaweza kukwambia kwamba unaweza yote katika yeye ananitia nguvu, lakini nakuja situation ambayo inanifanya mimi kwamba Mbona siwezi? Badala ya mimi kuzungumza na huu mlima ambao nauona, unaonifanya nione mimi siwezi. Inawezekana sina hela, inawezekana sina ujuzi, inawezekana sina chochote. Kwa nini nisitumie hili neno la Mungu? Au nina hofu, badala ya kutumia hii neno la Mungu, hofu, nikazungumza nika na hii hofu, nikasema sikupewa roho ya hofu, nimepewa roho ya nguvu upendo and sound mind mlima unaondoka. Kwa hiyo tafakari yetu ya leo, tafakari ambayo mimi na wewe naomba tuende tukatafakari. Je, katika milima ambayo tunaiona mbele yetu mimi na wewe kwa sasa hivi, je, tunalo neno la kusema na huu mlima ili uweze kuhamia baharini na usisimame tena mbele yangu katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Naje kama sina neno, ninafanya nini ili niweze kulipata hili neno? Kwa sababu bila neno, hata Yesu tunamuona wakati anapambana na yule shetani, alikuwa anamwambia imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa mpaka shetani mwenye akaona nikimbie mabio akakimbia. Unafikia Bwana Yesu angekuwa anamwambia hapo <laughs> umedanganywa, unajua? Angeweza kumwambia pale, shetani anamwambia hivi, wewe uh, wewe um, si mwana wa Mungu. Kama mwana wa Mungu wewe, jirushe malaika watakuja kukuokoa. Angeza kumwambia ah, watakuja kuniokoa, lakini sitaki. Au angeza kusema ah, usinidanganye. Yani angeweza kujibu chochote, lakini Bwana Yesu alikuwa anataja neno katika Biblia hiyo, anamwambia it is written it is written it is written, mtu ataishi kwa mkate bali kwa kila neno. Si angeweza kumwambia tu wewe bwana, hata sina njaa kwanza, ah hayo ah, mambo madogo ya mkate. Angeweza kusema hivyo, lakini yale asingemuondoa shetani. Ndo ulikuwa mlima wake siku hiyo, kwa hiyo ule mlima ilibidi uondoke baada ya kuambiwa it is written, it is written. Kwa hiyo wapendwa Em, tuende tukatafakari tuna neno gani ambalo tunaweza tukalitumia sisi kuihamisha milima iliyoko mbele yetu. Inawezekana sio mbele yako wewe. Inawezekana kuna mtu ambaye unamwombea. Inawezekana kuna ishu ya, ki, ya ukoo unaiombea, au ya kitaifa au ya mataifa au ya kizazi chochote kile ambacho unakiona ni mlima huu uh, unatakiwa uondoke. Je, unalo neno? na mi napenda kujua ni neno gani hilo ambalo we mwenzangu unalitumia kuondoa ishu mbalimbali. Inawezekana isio ya kwako, lakini tufundishe, labda huko nyuma uliwai kulitumia hilo neno kuondoa ishu fulani. Hem, liweke hilo neno na sisi tujifunze eh. na Mungu atakubariki sana unaposhea, kwa sababu hiyo ni mojawapo ya iron sharpens iron, neno Mungu linatuambia. basi kwa leo mimi napenda tu kumuomba Mungu kwamba atusaidie mimi nawewe neno la Mungu linapokuja tuliamini na tulifanyie kazi kwa sababu kuna watu wa aina nne. Kuna watu ambao neno la Mungu linakuja wenyewe, wamekaa mbali. Bwanayesu alitole mfajiai wa, usu wanaliona wa lile neno linakkia njiani lina yani, mwizi anakuja na liba. Kuna wale wengine Wame, wenyewe neno la Mungu linakuja wanafurahia yaani, <laughs> ya yani, leo pamehubiriwa, yani amefundisha vizuri, ameongea ah, vizuri, ngoja nikwambie. Lakini baadae shughuli na hata matatizo, lile neno linakuwa cha ndinakufa Kuna wale wengine, neno linakuja mioyo yao ni migumu, linapokuja halipati mahali pa kutua lakini yule wa mwisho neno linapokuja, analipokea, ni udongo mzuri, anazaa. Ya maombi yangu ni hayo kwamba mimi na wewe, kwa sababu imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu, kila tunapolisikia neno la Mungu, tuwe na mioyo yenye udongo mzuri, tuweze kuzaa matunda mema ambayo yatampa mpandaji mpanzi. Mungu sifa na utukufu. Mungu akubariki, naomba tukutane tena wakati mwingine, tutaendelea na somo letu la imani. Unajua, mimi napenda sana kuzungumzia imani. Um, na nina shuhuda nyingi nyinginyingi tu ambazo nitakuwa nachomekea na nachomekea hapo, mimi hizo ishu zilinikuta. Yani, sio kwamba imani yangu ni perfect no, nilianza bila imani kabisa. Eh, ilikuwa labda ni kama hiyo chembe ya haradali, lakini Mungu anaitumia hiyo chembe ya haradali. Kwa hiyo naomba basi usiache kusubscribe kushare ku like and comment. Tukutane tena wiki ijayo, Mungu akipenda. Ninakupenda. Subscribe, share, like and comment. Amen, barikiwa sana.